Karibuni, yeah, kwenye kipindi chetu cha Wadada Center. Asante. Karibuni sana. Mm, habari -hmm. zenu? Nzuri. Dada Maria, habari. Hongera kwa kumaliza mkataba wako, hongera sana. Eh, wote tunafurahi mno tukiwapokea hapa wenyeji ambao <laughs> Wadada Center ni nyumbani. Kwa kweli tunajivunia nyie mnavyoenda, mnatimiza malengo yenu ya kumaliza mkataba wa mwaka mzima Then mnarudi kituoni kama hivi tunafurahi. Ehe, ulikuwa unafanya kazi mkoa gani? Nilikuwa nafanya kazi mkoa wa Dar es Salaam mm -hmm. Mbezi Kibamba. Okay, okay, Mbezi Kibamba. Uh -huh. Ulikuwa hapa hapa mjini. Mm. Eh, uh -huh. Hey, unaonekana umependeza kwanza. Asante. <laughs> <Yeah>, unaonekana <laughs> kabisa hujatokea kijijini. Yaani you look good yourself. Asante. Uh -huh. Hmm. Hongera. Hongera tena uh, thank you. Haya <laughs> ulivyokuja Wadada Center ulikuwa una malengo gani? Nilivyokuja mm, Dada Center nilikuwa na malengo mengi. La kwanza nipate mtaji kwa ajili ya kuanzisha biashara yangu mimi kama mimi. Oh, okay. Bila kutegemea mtu mwingine. Okay, kwa hiyo nashukuru uh -huh. kwa na Mungu kwa kiasi nimefikia. At least unaweza kuanzisha biashara No, na tayari umeshaanzisha? Hapana, yani sasa hivi nimeanza kuweka vitu sawa. ah, sawa mm -hmm. Okay, na ulikuwa unafanya kazi kwa level mm. gani, dada? Level gani? Smart, smart smart ya ya laki ya laki mbili laki mbili. Sasa hivi unajua kwamba kwenye mkataba wetu smart dada anatakiwa alipo shilingi ngapi? Niiona, mmm niona laki tatu eh. Sasa hivi smart dada laki tatu. Kwa hiyo vipi sasa unaanza kuja kurenew mkataba au tayari umekwisha? Angalau kama unavyosema, unaanza kwa sasa hivi. mm. Nilikuwa naona kwanza nipate mapumziko mafupi. Ehhe, mm -hmm. Nitaangalia mwelekeo. mm -hmm. Kama itaendelea kuwa vizuri ni sawa, lakini kama haitaendelea kuwa vizuri itakuja kuongezea. Okay, karibu sana. Ehhe, hmm. Kwa sababu laki tatu, laki tatu ni hela nyingi, pia unaweza ukaanzisha biashara, kupata maeneo mawili, sio sawa na kupata sehemu moja Eh, kwa sababu utakapokuwa umeianzisha then unafanya kazi bado na Wadada Center nalipo laki tatu, na kule bado mwisho mwezi unaingiza pesa zako, unaweza ukaona kwamba haiwezi kuwa sawa. Ndio. Eh, kwa hiyo wewe karibu, Wadada Center ni nyumbani. Kwa hiyo utakapohitaji kuja kuanza mkataba ujue tu kwamba kwa sababu utaenda kwenye kazi za laki tatu Asante yeah, mm -hmm. Okay yeah, kan share labda ulivyokuwa kazini umewahi kupata changamoto gani labda kubwa ama ndogo, na ulihisi vipi? mm. Cha kwanza mi nashukuru Mungu. mm -hmm. Mabosi ambao niliwapata ni mabosi wazuri sana ambao walinisimamia mm -hmm. mimi kama mtoto walinisimamia mi vizuri, kwa hiyo sikuona changamoto yoyote, wasikuona ugumu wowote. Kikubwa ni nilikuwa nafanya kazi zao vizuri, ndio mm -hmm. maana Walinikea vizuri. Hawajataka mm? Okay, kuendelea na wewe eh? Walitaka, lakini kwa sababu yani nahitaji mapumziko, maana mwaka ni mrefu, ni mrefu na ni kazi sasa za kila siku uh-huh. Ongera oh, okay. tunafurahi tunavyopata watu ambao wameenda kazini wamejua ni nini wanafanya na umeweza kufanya kazi mwaka mzima, wewe mwenyewe unasema hauna complaint hivyo ya ile kusababisha labda ukawa unapata changamoto kwenye utendaji kazi wako, then we are happy. Mpaka bosi wako akawa anakung'ang'ania pia, we are extremely happy kwamba angalau tulikuwa na mtu ambaye tulimpeleka kama chaguo sahihi kwenye level ya smart, lakini pia mpaka unamaliza mkataba bosi wako bado akawa anahitaji kuendelea na wewe. So, ehe, unaweza kutushauri nini wadada ambao tupo mtaani, wadada wengine ambao bado wenyewe wako huko hawa pengine wana ndoto kama ya kwako kwa, ya kufungua biashara ya vipodozi ama biashara nyingine yoyote ile, ila hawajui pa kuanzia, hawana mitaji uh, bado hawajajua ni wapi wasimame, kimsingi kiuchumi hawajaweza kujisimamia. Unawashauri nini? Mimi cha kwanza nawashauri kwamba kupambana, afu pia yani, mtu akiwa anatafuta akiwa mwanzo ndo anatafuta asichague kazi, aseme labda dada ya kazi ni vibaya au unachoka, unapitia mengi, mshahara wake haueleweki. Hapana, sasa hivi ukipata usimamizi vim, mzuri, mshahara unapata mzuri na kazi unafanya tu vizuri, mwisho wa siku unatimiza malengo yako. mm -hmm. kipindi ambapo mtu anachagua kazi, yani kazi nyingine anazibagua, hawezi kutimiza malengo yake kwa sababu anakuwa tu nasimamia, anasimamia kitu kimoja. mm -hmm. Mm -hmm. na iko anachokitafuta anachokitaka hawezi kukipata wakati, kwa sababu kila mtu anakitaka hiko hiko. Eh wewe, yaani kama kijana unajielewa unajitambua, unajua nini unahitaji kwenye maisha yako, una dream kubwa, wewe fanya kazi yoyote ambayo inakuja mbele yako, una uhakika kwamba Mungu, yaani sio mbaya kwa Mungu, kwa wanadamu sio mbaya, hata kwa serikali pia sio mbaya hivyo tu. Kwa hiyo ujumbe wa dada Maria kwa wadada ni kwamba wasichague kazi lakini pia kama kazi ni kazi halali tu, wenyewe waifanye. Kazi ambayo haimkozi Mungu wala mwanadamu yoyote wala serikali, si ndio? Watu wapige kazi. Ndiyo. Okay, tunashukuru sana tunashukuru sana kwa kweli e, tunashukuru kwa ajili umetutambulisha vizuri sisi kama taasisi, na tunajivunia watu kama wewe ambao bado mpo mchango wenu, wewe kumaliza tu mkataba kwetu sisi inatuongezea credit kwamba ni taasisi ambayo tume- tayari tume, tumebobea kwenye hii sekta lakini pia tunawapeleka watu sahihi kwenye kazi sahihi. Sawa, ndiyo. Eh, karibu sana Wadada Center. Asante.